Uh, sipo kwa ajili ya kuponda miziki ya watu bali tunazungumzia uhalisia wa mziki wetu. Sasa mziki wa Tanzania, muziki wetu wa nyumbani, Bongo Flava eh, kuna watu wanafanya hip hop, kuna watu wanafanya singeli, kuna watu wanafanya miziki mbalimbali hapa nchini lakini hii miziki sasa tuje tuangalie kwa sababu msanii ni kioo cha jamii. Sasa kama msanii kioo cha jamii inakuwaje? Yaani mtu anaimba vitu ambavyo moja kwa moja vinaelezea upotoshaji. Mfano nakula mpaka ndogo, anamaanisha nini? Kwa kijana akishapevuka miaka kumi na sita, kumi na nane hawezi kuacha kushindwa kujua hilo. Kwa hiyo unapo unapoimba kitu kama hicho, manaake inamaanisha hicho kitu ni halali na ni kizuri, wakati hakifai katika jamii, yaani ni kitu ambacho hakifai katika jamii. So kuna vitu vingi sana watu wanaimba vya tofauti, yaani sio vizuri kwa vijana wetu, havijengi maadili ya vijana wetu. Leo tusishangae kuona mabinti wengi, kila binti anajiona fundi wa mapenzi kwa sababu tu ya kusikiliza nyimbo za mapenzi, kumbe bado yeye ni boya nanifala sana na ndo maana anafikia hatua ya kumwa, yani kujiamini kwa mwanaume, anashindwa hata kuolewa kwa sababu anajiamini. Binti wa leo anajiamini sana, asilimia mia moja anahisi kama anajua sana mapenzi, kwa kusikia zile chombeza za ma, za, za, za, za nyimbo za wasanii anahisi kama haya sijui naikalia kwa juu sijui naifanya nini, yaani anahisi hivyo vitu kwake, yaani akivifanya ni kwamba yeye anajua tayari mapenzi, kwa hiyo anaweza kumfanyia jeuri mwanaume wa aina yoyote. Hapo wanajidanganya, hizi nyimbo zinawapotosha sana sana. Huendelea tu kuwa hambo na kuwa mtu na kuwa binadamu ambaye anatakiwa kuwa binadamu. Jifunze kupitia hao binadamu, lakini usijifunze kupitia nyimbo tu. Kila kitu anajifunza kupitia nyimbo. Hizi nyimbo hazina hata maadili. Sasa hivi watu wanaimba sana mapenzi, hisia sana, yani kiasi kwamba binti anajiona e, an, yani, sasa yeye ni mtaalamu, anajua mapenzi, anajua nini, anajua mwanaume ni nini. Yani binti ta miaka kumi na nne tu kila kitu anakijua. Mkianza kupiga stori, mtu ana binti yani, wa miaka kumi na sita, mkianza kupiga stori anaanza kukuelezea yani yeye anapenda mwanaume wa aina fulani, anapenda mwanaume anayekea, anapenda mwanaume yuko hivi, yani tayari kila kitu kashajua. Huyo binti hawezi kuwa mke wa mtu, of course tunatengeneza malaya tu. Hawa watoto tunawatengeneza kuwa malaya kupitia hawa wasanii wetu ambao tunaona ni ma ni masuperstar ni vioo vya jamii lakini vinakuwa sio vioo vizuri, vinakuwa vina chenga chenga. Okay. Na vioo ambavyo kwa kwa hiyo naomba wasanii wa Tanzania tubadilike, tujaribu basi hata kama tunaimba burudani sio, unaweza ukagonga ngoma ya kuchezeka fresh, lakini inakaa ujumbe ndani yake, unaelewa? Ngoma inachezeka, lakini inakaa ujumbe ndani yake na watu wanaenjoy fresh. Kama unaongelea party, ongelea party kama yeah, unaongelea bata ungelea, bata ongelea, so usiongelee matusi alafu ndo nyimbo eti ichezeke. So sio nzuri sana. Kuna nyimbo moja sipendi kiukweli kabisa, atanisamee aloimba atanisamea, atanisamea meneja wake watanisamee na wengine pia, ambao wapenzi wa hiyo nyimbo. Kuna nyimbo sipendi kuisikia popote pale, hususani ni tukio ambalo lilimtokea binti wa Yombo na walikuwa masela wanamfanyia hicho kitendo, walikuwa naipiga hiyo nyimbo, mtoto kautaka mtoto kauta, mtoto kauta. Hiyo nyimbo sipendi hata kuisikia. Mtoto kautaka, kautaka nini? Sasa hiyo inamfundisha nini mtoto wangu, labda, yani mabinti zetu hawa, miaka kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na nane, mtoto kautaka, kautaka nini? yaani namfundisha nini? ni nyimbo ni ya kucheza kabisa hiyo, Tanzania, unaipiga kabisa, unakuta kwenye matamasha ya viongozi kabisa wa kiserikali, eti nyimbo inapigwa hii, unaipiga hiyo nyimbo yani inaashiria nini? na watu wanaruka, siyo vijana wa hamasa wa chama cha mapinduzi, siyo vijana wa wapi, wanaruka kabisa. Hapana, kiukweli, viongozi wangu walioko madarakani na watakao kuwepo madarakani, kama utapewa kitengo cha yoyote atakayepewa kitengo cha sanaa na michezo, sanaa na michezo, I say kama anaweza kusikia huu ujumbe afanyie kazi sana hivyo vitu, vitu. Yani ni mara mia watu ambao wanaimba hata vitu vya serikali kwamba kuna sehemu, kuna pesa zimepigwa, au watu hata wasifungiwe waitwe waulizwa, kama wana ushahidi na hicho kitu, basi kama wameongea uongo wafungwe, wa, au wa, wapewe adhabu, lakini kama ni ukweli, basi kiongozi anapaswa kujirekebisha. Lakini hizi nyimbo hizi ndo za kufungia kabisa, na mtu atasifanye mziki, fungia kabisa. Mtu akalime huko, afanye biashara zake, auze genge huko, kama ni kinyozi anyoe, kama Mr B you know? Okay, mmoja anafanya mziki lakini, siwezi kufanya mziki wa kipumbavu.